Nitumie fursa hii kusisitiza mambo machache. La kwanza, chuo kikuu cha Dar es Salaam, hakikisheni kampasi hii ya kilimo inakuwa kitovu cha ubora wa wataalamu wa utafiti na ubunifu unaolenga changamoto halisi za wakulima, wafugaji na wavuvi, ikiwemo mbegu bora, mabadiliko ya tabia ya nchi, umwagiliaji wa kisasa na teknolojia zinazoongeza thamani na kuzalisha mazao yanayolenga soko na hadhi ya uzalishaji unaokubalika kwenye masoko. Kuna baadhi ya, ya viwanda pamoja na kwamba tuna raw materials zinapatikana, lakini unakuta hazi, hazifikii viwango vile vinavyotakiwa na hivyo kuleta changamoto ya mazao ambayo tayari yameshazalishwa kukosa masoko, ili hali viwanda na vyenyewe vinakosa malighafi. Kampasi hii ihakikishe mafunzo yanayotolewa yanazingatia zaidi ujuzi na ubunifu, na ujas, na mali, wa vitendo na ubunifu na ujasiriamali ili wahitimu waweze kujiajiri kuajiri wengine na kuwa sehemu ya suluhu ya changamoto ya ajira. Wahitimu wawe practical, wawe wa vitendo, waweze kujiajiri na waweze kuajiri na wengine ili kuweza kusaidiana na serikali kwenye masuala ya kupambana na changamoto za ajira. Duniani kote hakuna nchi inayoendelea ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Kwa hiyo well, sekta binafsi ndiyo mkombozi duniani kote kwa tatizo la ajira. Ninasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya chuo kikuu hiki, sekta binafsi na taasisi za utafiti wa wakulima na halmashauri ili tafiti na maarifa yanayozalishwa hapa yaweze kutafsiriwa moja kwa moja kama tija ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Na taasisi zetu hizi ziweke kumbukumbu ya wahitimu wao waliohitimu kwa ubora kwa kutolewa mfano ili waweze kusaidia taifa katika masuala haya, wale wenye distinction. Profesa, nadhani unanipata vizuri, tusipoteze watu wa aina hiyo. e, tunakuwa na, na watu uh, wana, wanaangaika, uh, uh, uh, ukimpa mtu anas, ukimpa jambo anastruggle sana, alafu na watu wenye distinction hawajapata connection hii ni vizuri uwezo uwe unaamua kwenye mambo haya ya msingi ambayo yako based na uwezo. Uongozi wa chuo kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia uhakikishe matumizi ya TEHAMA, mifumo ya kisasa ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na usimamizi madhubuti wa rasilimali, ili kampasi iwe endelevu na shindani kimataifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na wadau wa maendeleo, endeleeni kushirikiana katika kuhakikisha kampasi hii inakamilika kwa wakati kwa ubora unaokusudiwa na inaanza kutoa mafunzo kwa kasi na matunda ya uwekezaji huu yaweze kuonekana mapema kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Mmenituma nikamfikishie Mheshimiwa Rais kuhusu lini inaanza. Mmenituma wenyewe, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo pamoja na Waziri, na mimi nitafikisha kwamba ni miezi kumi tu ijayo kampasi hii hapa inaanza. Kwa hiyo mkandarasi na wasimamizi, ni jukumu lenu kukesha, huku mkizingatia ubora, huku mkizingatia thamani ya fedha za walipa kodi wa Tanzania. Ninatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Lindi na mikoa jirani kulinda na kumiliki kampasi hii kama rasilimali yao ya maendeleo. Hii ni mali yenu, kushirikiana na chuo kikuu kutoa huduma a mazingira rafiki na ushirikishaji wa jamii. Hii ni mali yenu Wanalindi, pamoja na kwamba watumiaji hautazingatia ukabila, udini wala ukanda, lakini ukweli unabaki vile vile kwamba hii ni mali yenu Wanalindi e, haya majengo amna siku tutayahamishia Chalinze, yatakwepo hapa hapa. Hii ni mali yenu Wanalindi na na fedha hii nilimsikia mkuu wa chuo akisema ufadhili si ufadhili, huu ni, ni mkopo. Makamu mkuu wa chuo alisema ufadhili. Mkuu wa chuo umesema vizuri, mkuu wa chuo umesema vizuri, ni mkopo. Huu ni mkopo, mkopo ni malipo yako unayatanguliza tu, alafu baadaye ukikusanya unaanza kulipa. Kwa hiyo hii ni fedha yenu. Duniani kote hamna fedha inayoitwa ya serikali. Serikali ni mratibu tu. Miundombinu yote inayojengwa ni fedha yenu, iwe imekusanywa siku hiyo hiyo au iwe ya mkopo. Ndio maana asiye na kipato huwa akopesheki, kwa sababu hataweza kulipa. Kwa hiyo hii ni fedha yenu, wanalindi, mwilinde, ni mali yenu. Kwenye maagizo Mheshimiwa Waziri, kuna umuhimu kama mtaona inafaa, kama mtaona inafaa, na umesema vizuri, tutapata muda wa kuongea na mimi niko tayari, tutaipanga hiyo, tukae tujadili kwa kirefu na baadaye tupate e, maelekezo ya mwisho ya mheshimiwa Rais kama mtaona inafaa, kwa kuwa ukanda huu ni ukanda wa gesi na mafuta na kwa kuwa eneo hili ni kubwa bado lipo mnaweza mkaangalia kama mtaona inafaa, uwezekano wa kuongeza fani ya masuala ya gesi na mafuta ili kuweza kuenzi rasilimali kubwa ambayo ipo katika ukanda huu, na pengine inaweza ikavutia na nchi za jirani kuanza kuleta wanafunzi wao kuja kujifunza kwenye fani hii ambayo ndiyo fani inayokuwa kwa sasa duniani kote. Tanzania ina rekodi hiyo kwamba ni nchi yenye majirani, ni nchi yenye nchi jirani, ni nchi yenye nchi rafiki na ni nchi yenye nchi ndugu. Endeleeni kufufua tena uhusiano huo ambao Tanzania imekuwa nao. Imewahi kuwa na wanafunzi ambao walipomaliza masomo Tanzania, wakaenda wakawa wakuu wa nchi zao kule walikotoka. Imewahi kuwa na wanafunzi ama wakufunzi ambao wamekuwa Tanzania na walipoenda kwao wakawa wakuu wa nchi ama viongozi ama watu wa muhimu katika maeneo yao, maana Tanzania ni mama wa panafricanism na ukombozi wa kusini mwa, mwa Afrika. Naamini mkiweka fani za aina hiyo zitavutia si tu vijana wa Kitanzania bali na nchi jirani na nchi ndugu ambao watataka kuja kupata mafunzo ya aina hii. Nikiwa naelekea mwisho, nisisitize nisisitize kwa dhati umuhimu wa kulinda na kuimarisha amani ya nchi yetu ambayo ni tunu kubwa tulioirithi kutoka kwa waasisi wa taifa letu, ambayo imeendelea kuwa msingi wa mshikamano na maendeleo na heshima ya Tanzania kimataifa. Tanzania ni nchi ambayo imekuwa ikitolewa mfano tangu harakati za kupigania uhuru wa nchi za Afrika. Hivyo panapokuwepo na jambo, tuna njia zetu za kuyashughulikia huku tukidumisha misingi ya amani, mshikamano na utaifa wetu ambao umekuwa ukitolewa mfano na watu wengi. Na kwenu nyewe wana Lindi, mnufaika wa kwanza wa amani ya Lindi ni nyewe wenyewe wana Lindi, na mwathirika wa kwanza wa amani ikitoweka Lindi ni nyewe wenyewe wana Lindi. Kwa hiyo tuendelee kudumisha amani, mshikamano, usalama na utulivu ambayo ndiyo msingi utakaojenga taifa lenye mafanikio na umoja litakalokuza uchumi.